Karibu kwenye Tahariri ya Gumzo. Na mada ya leo inasema, waliosaka mwafaka walipata usaliti, waliokopesha maridhiano walilipwa khiyana. Leo ni Januari 27 mwaka 2026. Kwa siku kumi mfululizo hapa kwenye chaneli hii tuliendesha gumzo maalum tuliloliita Januari ya Damu, kuikumbuka robo karne tangu mauaji ya kutisha yaliyofanywa na vyombo vya dola visiwani Zanzibar. Lengo lilikuwa na daima litakuwa kuiweka kumbukumbu hiyo ya taifa hai, kutokuiwacha kuzikwa na miili ya wale waliopoteza maisha miaka 25 iliyopita na zaidi, kusaka mafunzo kwa ajili ya kizazi cha sasa na cha baadaye. Shukrani kwa Maalim Said Miraj Abdallah ambaye alitufunulia kitabu cha kumbukumbu kutoka nafsini mwake, akituwekea wazi yale anayoyakumbuka kutokana na nafasi yake kwenye uandaaji na uendeshaji wa kile kilichoitwa maandamano haramu na watawala, ili kuhalalisha umwagaji damu ule. Gumzo la Januari ya damu halijazua kitu kipya ambacho hakifahamiki na Wazanzibari, la limetukumbusha tu kuwa tangu alfajiri ya mfumo moja wa vyama vingi mwaka 1992 visiwa vya Zanzibar vimekuwa katika mzunguko wa kuhuzunisha: uchaguzi, maafa, maridhiano na kisha usaliti. Kwamba kila mara viongozi wanapokaa meza moja na kutabasamu mbele ya kamera, wakitia saini muafaka au maridhiano, wananchi hupumua kwa matumaini, lakini historia yanatufundisha kuwa matabasamu hayo mara nyingi ni pazia la kuficha khiyana inayofuata kuanzia mwafaka wa kwanza ule wa Juni 1999 baada ya mgogoro wa uchaguzi wa 1995, hadi kuingia kwa serikali ya umoja wa kitaifa mwaka 2010 kumekuwa na kumi na mwenendo unaojirudia kila mwafaka unapofikiwa, misingi ya demokrasia huwekwa kando kwa ajili ya amani ya muda na siyo haki ya kudumu. Amani isiyojengwa juu ya haki ni bombu linalosubiri kuripuka. Uchaguzi wa mwaka elfu mbili unabaki kuwa doa jeusi ambalo halitofutika kamwe katika historia ya Zanzibar. Baada ya mwafaka wa kwanza wa 1999 kuleta matumaini ya maridhiano, uchaguzi wa elfu mbili ulikuja na jibu la kikatili kabisa, usaliti wa wazi kwa matakwa ya wananchi. Badala ya kuheshimu kura, mfumo ulichagua kutumia mabavu. Matokeo yake hakuwa tu kuibiwa kwa ushindi bali ni mauaji ya Januari 2001, ambapo makumi ya Wazanzibari walipoteza maisha wakidai haki yao ya wa msingi: kurudiwa kwa uchaguzi, mabadiliko ya katiba na tume huru ya uchaguzi. Mafunzo yalikuwa wazi kwa mwenye kutaka kuyaona, kwamba unapotenda usaliti dhidi ya mwafaka, huwa umetayarisha mauaji ya makusudi, umedhamiria kumwaga damu ya watu, na ndivyo ilivyokuwa. Ndiyo maana hata baada ya mwafaka wa pili wa mwaka 2001 hata baada ya kuundwa kwa tume ya usimamizi wa mwafaka huo, hata baada ya marekebisho madogo madogo ya sheria, hakuna kilichobadilika sana. Kasoro ya mauaji makubwa, Zanzibar ilishuhudia matukio kadhaa ya umwagaji damu baina ya hapo na 2005. Ndipo kundi maarufu la wahalifu lililoundwa na wenye dola kwa jina la mafunzo ya itikadi, sisi tukiwaita janjawidi, likipita mijini na vijijini kuua, kuvunja mali na kubaka watu kwenye maeneo ya upinzani. Nakumbuka nikiwa mwandishi wa habari na mpiga picha nilikuwa nikienda kwenye maeneo kama vile Kinuni, Kidimni, Kianga, Mwera na mwinginemo, kuchukua picha za majeruhi na nyumba zilizochomwa moto na makundi hayo. Ndiyo maana uchaguzi wa 2005 haukuwa tofauti sana, yale yale, wale wale, vurugu, machafuko, damu. Kisha mwaka mmoja kabla ya uchaguzi mkuu wa 2010, tena mwafaka mwingine mara hii kwa jina la maridhiano Novemba elfu mbili na tisa Safari hii yakatiliwa mkazo kwa kuingizwa kwenye katiba iliyoanzisha serikali yenye muundo wa umoja wa kitaifa iliyopaswa kuundwa baada uchaguzi ya uchaguzi wa elfu mbili na kumi pengine kwa ajili ya kuziba mpasuko wa kisiasa uliokuwa hapo Zanzibar. Na kweli iliundwa, lakini ikiwa mwaka elfu mbili na kumi uliitwa mwaka wa maridhiano ya kweli chini ya Maalim Seif Sharif Hamad na Rais Amani Karume, mwaka elfu mbili na kumi na tano ulikuja kuwa na ukumbusho mchungu kuwa maridhiano hayo yalikuwa yamejengwa juu ya mchanga. Unapoua maridhiano kwa khiyana ya kisiasa, unakaribisha umwagaji damu ambao hautasahaulika kwa vizazi vingi vijavyo. Kitendo cha Jecha Salim Jecha kufuta uchaguzi wa elfu mbili na kumi na tano wakati matokeo yakiwa tayari yanajulikana wazi kilikuwa ni kilele cha khiyana. Huku ndiko kuua maridhiano mchana kweupe. Usaliti huu haukuwa tu dhidi ya chama cha upinzani, bali ulikuwa usaliti dhidi ya katiba na dhidi ya mamilioni ya wa Wazanzibari walioamini wa kuwa mfumo wa serikali ya umoja wa kitaifa ungeweza kutoa haki. Kwa kufuta uchaguzi ule, mlango wa uvunjifu wa haki ulikuwa umefunguliwa kwa mara nyingine tena, na kuwacha kovu ambalo hadi leo limeshindwa kupona. Haikuwa ajabu kwamba Maalim Seif na chama chake cha wakati huo CUF, chama cha wananchi, hawakuona haja ya kuingia kwenye uchaguzi mpya ulioitishwa Machi elfu mbili na kumi na sita. Haukuwa uchaguzi, ulikuwa utakatishaji wa madaraka. Maalim Seif na wenzake hawakutaka kamwe kuwa sehemu ya utakatishaji huo. Lakini kuto kushiriki kwao ndiko kukaongeza kiburi cha watawala, badala ya kukipoza na kuwafanya watafakari, walithibitisha kwamba tangu hapo hawakuwa na haja ya muafaka wala maridhiano, walikuwa na haja ya madaraka, tena yote na kwa vyovyote. Kaf waliwapa nafasi hiyo baina ya na 2016 na 2020, na ilisha kuwa wazi kwamba watawala hawana tena haya wala kinaya panapohusika uchu wao wa kutawala daima milele peke yao. Kwa Zanzibar walibadilisha hata sheria ili kuwaanzisha kiitwacho kura ya mapema chaka la wizi wa kura kupitia vyombo vya dola. Kwa bara, shughuli zote za kisiasa zilizuiliwa kwa vyombo vya upinzani. Kwenye kilele cha hayo, kafu ikahujumiwa kupitia ofisi ya msajili wa vyama vya siasa, polisi na mahakama kama njia ya kuwakomoa Wazanzibari waliokataa kutii matakwa ya mtawala. Ndiyo maana 2020 hata huwa uchaguzi wenyewe haukufanyika. Lilikuwa tu luteka la kijeshi kote Zanzibar na bara. Lakini kwa kuwa Zanzibar wananchi walishindwa kuzidhibiti hasira zao, wakasema wasingekubalia na hicho kiitwacho kura ya mapema. Matokeo yake damu nyingine ikamwagwa, zaidi ya watu 20 wakauliwa na vyombo vya dola, wanawake wakabakwa, tena vizuka na mayatima. Lakini serikali mpya ilipoundwa mara hii, wapinzani wakiwa na chombo kipya kiitwacho ACT Wazalendo, wakaamua njia tofauti, si kugoma, si kususia, ni kushiriki, wakidhani wangeliweza kurekebisha mambo kuelekea 2025 , lakini wapi, yale yale, khiyana usaliti. Kwa hivyo tangu mwaka 1995 hadi 2025 mzunguko umekuwa uleule. Watawala wanatumia neno maridhiano kama chombo cha kupunguza shinikizo la kimataifa na kutuliza ghadhabu za wananchi, lakini nyoyoni mwao hawana kabisa nia ya kusimamia haki wala kuheshimu demokrasia khiyana hii ya kimfumo ambapo Tume ya Uchaguzi inabakia kuwa tawi la chama tawala na vyombo vya dola vinakuwa wasimamizi wa wizi wa kura, ndio inayofanya umwagaji damu na uvunjwaji wa haki kuwa jambo la kujirudia kila baada ya miaka mitano. Kila mara makubaliano yanapovunjwa, iwe ni kupitia uporaji wa kura, matumizi ya nguvu ya vyombo vya dola au kuminywa kwa washirika wa kisiasa, kinachofuatia huwa ni maumivu. Usaliti huu hauzichani tu karatasi za mikataba, bali huzipasua pia nyoyo za wananchi na kuivunja imani yao kwa mfumo wa sheria. Huwezi kutarajia matokeo tofauti kwa kufanya makosa yale yale. Ikiwa kila jitihada za kuleta utangamano zinageuzwa kuwa mtego kuwa wa kuwadhoofisha wapinzani au kuhodhi madaraka zaidi, Zanzibar haitaepuka kamwe kivuli cha uvunjifu wa haki za binadamu. Damu iliyomwagwa Januari 2001 na mivutano ya robo karne baadaye ni ukumbusho tu kuwa haki na khiyana ni lila na fila, hazikai pamoja. Zanzibar inahitaji zaidi ya picha za viongozi wakishikana mikono, inahitaji imani na uaminifu kwa mifumo yake. Bila kuwepo kwa dhamira ya dhati ya kuheshimu kura ya mwananchi na haki za kimsingi, visiwa hivi vitaendelea kukwama katika kiungauzi cha chuki, wasiwasi, ufisadi na hofu. Ni lazima viongozi watambue kuwa usaliti wa leo ndio mbegu ya machafuko ya kesho. Bila mageuzi ya dhati ya kikatiba na kuwepo kwa tume huru ya uchaguzi, neno maridhiano litabaki kuwa dhihaka. Huwezi kuvuna amani kwenye shamba ulilopanda mbegu ya usaliti na khiana. Zanzibar inahitaji haki, si geresha za kisiasa. Wanayoua maridhiano kwa khiana ya kisiasa, wajue kuwa wanaandaa na kukaribisha umwagaji damu ambao hautasahulika kamwe kwa vizazi kadhaa vijavyo, kama ambavyo hivi leo, robo karne baadaye, tunakumbuka mauaji ya 2001 na jinai huwa haifi, na Mungu hasahau. Kama si duniani basi ni akhera, hukumu itatoka na kila mmoja atalipwa kwa alichokitenda. <mulia>